Mbona Arambe! mwongei banakwali mkonjahijijii afai kupigwa piagaskwa kanisa. Yes. kwa mama na watoto hawafai kuuliwa kanisani Arambe. Yes. Kuna point. Yes. Kuna point, uh. <laughs> Speaker amekataa tusipige siasa ya one term ama ya two term lakini mimi nitapiga siasa ya ODM juu mimi ni memba wa ODM, na mzee Uhuru mimi nitapinga wewe, mimi sitambui Uhuru. Mi naomba vijana wenzangu, jaluo yote, munajua uongozi venye imepeleka sisi, mnajua kazi ya kijana Babu Owino, na mumeona babu akifanya kazi wazazi wanajua kazi ya Babu Owino, wanafunzi wanajua kazi ya Babu Owino. Comrades, mimi nimekuja kuuza sera ya Babu Owino. Tafadhali munibebee Babu Owino kwa mgongo na leso, mpee kiti ya gavana Oburu Odinga na hiyo dm yenyu ya Ruto kwenda nyumbani. Arambe, arambe bado naendelea nasema, hu ni Odinga kuungana na hiki kikosi ya vijana, chukua kiti ya Kibera. Nasema gauna jeshi mpya. Wewe penda nyumbani na Ruto. Robert Alai, nataka kusema kuguza babu ni kuguza mwananchi. Ukiwaitolea babu risasi, you are looking for trouble. La kwanza, wewe si jaluo. Wewe jaluo ya wapi? Wewe Alai, wewe Ukiusuguze babu, babu ni juu ogii. Babu ndio kiongozi, kila mtu asikie njia ni babu. Mi nauza babu Adois, arambe Atuja!